Okay guys, unatakiwa kufahamu hivi vitu muhimu pia ambavyo vya kuzingatia kwenye forex kwa watu wapya bigina. Natakiwa kuzingatia hivi vitu napoanza forex kabisa, natakiwa kujua hivi vitu muhimu sana. Okay, ngoja tulio tuchambua kimoja kimoja. Kuna open order, kuna namna ya kufungua order. Lazima ujue namna ya kufungua order, utafunguaje order. Cha pili ujue namna ya kufunga hiyo order pia. Alafu kuna kuseti take profit, sehemu ya kuchukulia faida. Stop loss, sehemu ya kufunga hasara. Lot size, sehemu ya kuweka kipimo cha hasara na faida. Break even, hii ni kizuizi ya kwamba ukishaenda kwenye profit ili usiweze kufanyaje kwenda kwenye kupata hasara tena. Sell limit, hii ni sehemu ambayo unatega sell limit, kiwa soko linapanda likifika hii sehemu uliweka sell limit yako uchukue entry na uingie sokoni. Buy limit, hii buy limit ni geuza kwamba Umeba umetega sehemu ya kubai, kama soko linashuka likifika ile sehemu ya kubai, mzigo linajibai lenyewe ukiwa ataka mmelala. Kwa hiyo tutaangalia kimoja kimoja mpaka vyote tunavimaliza. Hivi nikukumbushe pia kusubscribe kama haujafanya hivyo, ukiwa ni mgeni kwenye hii channel ya Ismail Abu FX, hakikisha una subscribe ili tuende sawa. Karibu tuende kwenye uhalisia wenyewe. Sasa tuende kwenye multi 5. Kwenye MT5. Yeah. Okay. Tunaweza tukaendelea kwa sababu leo soko limefungwa, kwa hiyo hizi pea nyingine za currency haziwezi kufa kufanya kazi. Ili tuweze kufahamu vile vitu inabidi tuje kufanyia kwenye hii hapa BTC ama crypto. Kwa hiyo utakapofungua uta Unaona chati kama hii, chati kama hii kwenye, yeah. Ukibonyeza hii screen nyeupe hii, kibonyeza tu mara moja, linaleta liduara kama hili. Liduara lina mambo mbalimbali kama time frame ambazo ndio tunazitumia sana kwenye kuangalia mwonekano wa soko, kama muonekano wa soko dakika moja, baada ya dakika tano, kumi na tano, thelathini ya yeah, hivyo kuendelea. Kwa hiyo hapa tunaenda kuangalia kitu cha kwanza pale ambacho ni kitu cha kwanza ambacho ni open order. Hiyo namna ya kufungua order. Namna ya kufungua order kwa hii hapa MT5 ni rahisi sana. Kwa tuna watu wanaotumia MT4, lakini hapa kuna njia njia kama mbili za kuweza ku open order. Kwa open order unatakiwa ujue direction ya soko linakoelekea, tujue soko linaelekea wapi. Ima kama hapa tulipo soko liko hapa chini hapa. Sasa nataka tujue tuna buy au tuna sell. Unaona? Maana kama tuki sell tutarajie soko liendelee ku drop chini. Lakini kama tuki buy hapa tutarajie soko kuendelea kupanda juu. Kwa hiyo mimi nakuja kufanyaje signal yangu, labda tumeambiwa buy, buy BTC USD. Sasa hivi wanafanyaje? Nakuja ku set hapa kitu kinaitwa lot size. Lot size tunaset hapo juu hapa naweza ku set yaani labda 0.01 kama hiyo hiyo lot size ya chini kabisa ya kuanzia, yaani minimum lot size. Kwa hiyo fanyaje, nitakuja mimi nitabonyeza kipengele cha buy hapa hapa. Naona, hapa hapa tunaona hapa inakua kufanyaje, kua kubonyeza hapa kwenye buy, kama ni sell kama nilisema pia kubonyeza e hapa, kama ni kuseli nakuja kubonyeza selling hapa. Lakini sasa mimi hapa nafanyaje? Mimi hapa ni na buy na buy nakuja, nakuja kubonyeza hapa kwenye buy mara moja hapa, kwa sababu ni mara ya kwanza naiachiki halafu, nakuja kubonyeza mtu mpya, nakuja kubonyeza buy, ambayo order yangu ya buy hiyo hapo ina rodi na imeshaingia tayari oda yangu ya kubai hii hapa. O, nimebai ile. <coughs> hii hapa, ili niweze kupata faida, takiwa soko <coughs> itoke hapa kuenda huku juu, naweze kufanya kuchukua profit. kama ningekuwa na seri, takiwa soko itoke hapa kuenda huku chini, inaweza kupata profit. Sawa sasa, okay. Sasa hapo tumeshaona namna ya kufungua order ya kwanza, namna ya kwanza ya pili ya pili ni kwamba unaweza kubonyeza hapa kwenye quotes, alafu unakuja unakuja kuangalia hii hapa BTC unabonyeza mara moja, alafu na unakuja hapa kwenye new order, unabonyeza hapa new order, kisha bonyeza new order hapa. Sasa ndio unaweza kuseti kila kitu kila kitu, lakini kabla sijaelekeza huko, ngoja nielekeze kwanza ile order ya kwanza hii. Turudi kwenye trade hapa, kwenye chart hii, order ambayo nimeifungua kwa kubonyeza hapa hapa, ndio ikaingia hapa. Nitaka niweke stop loss hapa hapa, mara moja hivi. Kisha bonyeza hapa chini, naweka hii stop loss yangu hapa chini eweka hapa chini ambapo saii naonekana nitakuwa kwenye losi ya dola mbili. Ikifika hapa sokoni dola mbili ikifika hapa, unaona nikishamaliza kusave SL na TP ambayo hapa huko mshale bonyeza hapa na kuja ku modify, tunabonyeza modify. Hapo nakuwa nimemaliza kwa hiyo hii order hii ikienda kibai sana mpaka hapa, itanifungia hii entry yangu nikiwa na profit. Haya tumemaliza kuangalia namna ya kufungua order, kuweka TP na SL ama take profit na stop loss. Tuje kuangalia njia nyingine ya pili, tunakuja hapa kwenye BTC hii tunafanyaje? tuna nataka kubai. SL itakuwa ni chini ya hizi entry hizi. Kwa hiyo SL naweza nikaweka elfu ngapi? Nikaweka lf elfu themanini na nne mia nne kamili au na kumi na tano. Mia nne kumi na tano. Naweka SL hapa alafu TP. TP nakuja kuweka kwa juu kwa sababu soko linaelekea kwa juu. TP nakuja kuweka hapa elfu nane mia nne arobaini na tano. Hivyo SL na TP hii hapa nakuja na place hapa kwenye kubai, kupiga bai nakuwa nimetengeneza order tena ambayo ina kila kitu, ina lot size, ina TP na ina SL, imejikamilisha kila kitu, ambayo tunakuja kuiona wapi? Tunakuja kuiona

Tunakuja sasa hapa, tumeshaangalia njia nyingine ya pili ya namna ya kuingia sokoni. Haya, okay. Njia okay. nyingine ya tatu, unaweza kutumia ukiwa hapa kwenye uwanja huu ambao unaona mtaji wako nini na nini, unakuja kubonyeza ki plus huku juu bonyeza plus na kupeleka kwenye sehemu ya order. Kupeleka sehemu ya order unakuja na set sasa labda SL au TP. Alafu unakuja kubonyeza kama ni buy. Hiyo ndio namna ya kufungua order. Close order. Hiyo namna, sasa hizi tulizozifungua tunazifungaje? unaweza kuwa umeshafungua na unajua kufungaje. Baada ya dakika unajua hii bwana, sitaki ifike mpaka kwenye SL. SL yetu ndio hiyo, sitaki ifike kwenye stop loss. Bwana, naona nimeenda kwenye stop loss. Ah, sitaki ifike kwenye stop, nataka nifunge sasa hivi. Na kwa hiyo unafanyaje? Unataka kuifunga, nitakuja hapa hapa hapa tunaweza kubonyeza huu mstari wa order. Hapo kabonyeza hapo mara moja, halafu kaja hapa kwenye close, kabonyeza close, na kupeleka hii sehemu hii hapa hii hapa tunaenda kwa close na loss

sehemu ya close position, kuna modify, kuna new order, kuna chart. Sasa mimi nakuja kufanyaje, ku close position, kuja kufunga hii, kuja kuifunga hapa. Naonyesha hapa, kuna close with profit hapa. Nikifunga hapa, nakuwa nimefunga na faida yangu, tunaona hiyo. Ndio namna ya kufunga order. Kwa tufunge hii nyingine pia, hii yenye loss, tunabonyeza kwa mara moja na close position, tunakuja ku close, tunapata kumaliza. Kwa tunashajifunza namna ya kufanyaje, ya kufungua order, kufungua order na kuifunga na kuweka lot size kuweka take profit na kuweka stop loss. Kwa tumeshajua hivyo vitu ambapo hatua inayofuata pale tunapata hapa ni take profit. Take profit tayari tumeshaona namna ya kuiweka, tayari stop loss, stop loss tumeshaona namna ya kuiweka lot size, lot size tumeshaona namna ya kuiweka ndani ya hii hii hii open na close tayari tumeshaona hivi, naona kwa hiyo ni kwamba hii hapa hii hapa ndo nini? Ndo take profit yetu, take profit ambayo sehemu ya kuchukua faida, kuchukua faida, na huku chini ni sehemu ya hasara. Kama hii entry ikipanda vizuri mpaka hapa, itajitoa sokoni na profit, lakini kama ikienda vibaya mpaka hapa, itajifunga na hasara. Naona hivyo, kwa p ikijifunga na profit, kwa, pro, pro, pro, pro, dola tatu, ikijifunga na hasara itakuwa ni hasara ya dola mbili. Kama hivyo, mimi hapo sasa hivi naona inaelekea kwenye profit kidogo ndio hii hapa ipo kwenye faida faida hivi. Unaweza kuamua ukaifunga ama ukaiacha. Sasa tuende kuweka, tuangalie namna ya kuweka nini? Kuweka break even. Kuweka break even ni kwamba hii order ushaifungua tayari, ipo upande wa faida. Unataka ikirudi ikirudi hivi. Sasa iko iko iko inapanda juu. Kama ikirudi iki ikiongea hapa ikaamua kurudi chini, ifanyaje? Isikuingize kwenye hasara tena, kwa sababu ushapata faida. Na unakuja ku take break na break hapa yaani, kama kirudi kigusa huu mstari wa nini, wa break even, ili kutoa sio kwa faida kidogo. Tunaita nini? Tunaita zero risk. Unaiseti je? Unaweza kuja kubonyeza huu mstari wa order yako, halafu ukahamisha ile sehemu uliyoweka SL unakuja kufanyaje kuiweka hapa kwenye kubai, unaweka juu ya entry. Kwenye kusema unaiweka chini ya entry, maana ningekuwa nimeseli hii ningeiweka hapa ili soko kama inatoka huku ikipiga hapa inanitoa sokoni, lakini kwa sababu tuna bai, nakuja buy pia inaiweka hapa juu ya entry yangu. Kama hii ikiamua kurudi hapa ikigonga hapa itanitoa sokoni bila loss, ila itanitoa na faida kidogo. Faida huko hapa zero point ishirini na ambayo ndio itakuwa ndio faida yangu, lakini sitakuwa na hasara tena. Unaweza kwama uifunge ama kidogo umefunga zile nyingine zote umeacha mbili au moja kama hivi, hii break even. Kako, una, una, kama mshale, ya, kwa tunaitamsha moja kwa moja break even ya kulinda akaunti yako.

Na modify na modify nakuja kuangalia hapa sasa. Niweke nini? Niweke break even, ambayo ni SL. Nakuja kuiweka wapi break even? Niangalie kule imefika wapi hiyo, inaweza kuangalia. Nitaiweka kwenye chart hii ni nione imepanda ni kiasi gani, na naweka wapi hiyo break even ili ikae sawa hiyo hapa, mimi nakuja kuweka wapi? Mimi nitoe sokoni nikiwa sina hasara, sababu nisipoweka chochote nakuja kuweka nini

Nishaweka break even ambayo, hii hapa, hii hapa break even yao. Na kama hii ikiamua kupanda mpaka hapa, hii itamtoa score tayari, ikiwa sina faida, sina hasara, lakini faida, tuna faida kwa kuepo hapa hapa, naona kwa 0.79, sababu faida hapa tuna kwa, huna hasara kuliko hii ipita hapa, ikipitilize iendelee kwenda kwenye nini, kwenye hasara. Maana ile mtu mwingine kama imejifunga, imejifunga na imejifunga, na break even. Iy hapa tumeshaangalia kitu yote kile, muhimu cha mwisho ndio kuangalia sell limit, buy limit, na tuanze na sell limit, kwa sababu tumeshaangalia open order tayari, close order tayari, take profit tayari, stop loss tayari, lot size tayari, break even tayari. Tunachojua namna ya kuiweka na sell limit, sell limit. Na kupata, sell limit. Sell limit ni vipi? Sell limit inakuja kuiangalia? Turudi kwenye BTC. Sell limit nakuja kuangalia vipi? Hii soko lilikuwa lina sell hapa, lakini hiyo imeniacha imeshaenda chini huko. Sasa nafanyaje? Nakuja kufanyaje? Nakuja kusubiri kama ikirudi hapa, kama ikirudi hapa kama ikirudi hapa, mimi nafanyaje? Nataka niweke order, niweke limit ya order hapa, nichukue sell, nichukue sell, twende nalo chini huku. Likirudi nakuja kufanyaje? Nakuja kuweka hiyo sell limit. Na iwekaje? Nakuja huku hapa kwenye charts na bonyeza hii BTC ama yoyote ile unayotaka kuweka, nakuja kubonyeza new order. Sasa kwa sababu sijabonyeza new order, natakiwa kuja kuangalia sasa hapa hapa kwenye market execution hapa na bonyeza hapa, kisha bonyeza vile vitu, vyote vimo humo. Kuna buy limit, kuna sell limit, kuna buy stop, kuna sell stop, kuna buy stop limit, kuna sell stop limit. Mimi nitaeleza hivi hapa vile, kwa sababu vitu vitaandika kule buy limit na sell limit. Hata naweza nikaongeza tena buy stop ama na sell stop, lakini wala tuone kwanza namna ya kuset hizi na kule kuweka nini, sell limit. Hiyo sell limit sasa nataka niweke wapi? Niweke wapi? nataka niangalie kama pale kwenye chati tuone ilikuwa imefika. Nataka kuweka oda yangu, labda soko ikirudi hapa niweke oda yangu ya kusell, ambapo ndio namba hizi hapa hizi hizi, ni elfu themanini na nne mia sita at na tisini. Niweke hapa themanini na nne mia sita na tisini, themanini na nne mia sita tisini kuwekwa kamba yangu, hapo, yangu hapo. Order, kwandi, hapa, sell limit yangu hapa. Nafanyia order nakuja kuandika, kuchagua hapa, sell limit, nakuja naiandika, naiandika hapa, price ambayo nataka mimi ifikie muda ule, ambayo ni elfu sabini na nne, mia sita tisini, nakuja kuweka hapo. Hivi, kwenye stop loss stop loss na zaka isipofika labda ikipitiliza hapo, ufanyeje? Itanitoa sokoni na arosi ya ngapi, mwakasa kama na nini, mia saba mia saba ishirini. Halafu take profit, take profit naiweka kwa sija na wama na nini mia sita kamili, hivyo na kujia pia naweka hivyo. Lot size ndogo hivyo na kujia hivyo azia ya, nakuja ya, nafanyaje? na place order. Hapo naioda hapo, ukishamaliza order yako, order yako ndio hii hapa sasa, ndio hii hapa ambayo unaenda kufanyaje, kuiangalia huko. Hiyo order yangu ni hii hapa ikipiga, ikifika hapa, itajiseri yenyewe, itaingia sokoni na

hapa sell limit yangu i nasoma hapa. Sell limit ambayo ambayo ayambayo nimewekea stop loss hapa na take profit hapa, kama ikifika hapa soko, ikifika hapa, hiyo itajiingiza sokoni na itaanza kurani. Tayari ni labda, ngoja nifanyaje, nibadilishe kitu ili iweze kuingia haraka haraka, tuone, nisogeze chini chin, hapa weze kuingia so nimeitega labda muda mwingine ikifika sipo, ha, sipo hewani, sipo karibu. Kama ikipitiliza sana itaenda mpaka kwenye stop loss, itajizima. Lakini kama ikienda vizuri, maana ikienda mpaka hapa na stop loss ikirudi chini pia mpaka itajifunga na take profit, unaelewana hapo? Kama hivyo hapo tunakuwa tukimaliza namna ya kuweka sell limit. Sell limit buy, buy limit nayo ikoje ku set vile vile, unakuja hapa au naweza kujae, halafu naangalia kujua ka plus, nabonyeza nakuja kuchagua hapa naweka buy limit na yeye anasetwa hivyo hivyo. Nataka niangalie sasa kwenye buy limit nitaiweka sehemu gani? so, kwa sababu labda limeniacha sikuweza kubai, lakini nataka kirudi kirudi mpaka area hii hapa, hii area hii hapa ni choa Thank you. Sasa entry yangu nakuja kuiweka nakuja kuiweka hapa, ni ngapi? Themanini na nne mia tatu thelathini na saba aaa, hapo themanini na nne mia tatu thelathini na saba.

kwamba hata kuleta tatizo la wote na hapa inasubiri inasubiri, ni ambayo watu wanajua wapi hamna. Kama ikienda watu wanaanza hapa, kama kama kama kama kama iki, ikishuka itachukua hapa, itakuwa tayari sisi tumeshafanyaje? Tumeshatimia. kuwasha viona vyote hivi hivi hapa: open order, close order, take profit, stop loss, lot size, break even, sell limit na buy limit. Hizi vitu tumeziangalia. Ikiwa kuna kitu labda haujakijua, hujakaa sawa, unaweza kufanyaje? Unaweza usu kanicheki WhatsApp, kanicheki WhatsApp, ili tufanyaje? Tuweze kuelekezana kuelekezana na mpango hii hapa